Habari za leo ndugu yangu. Uh, awali ya yote napenda tuanze kwa ombi. Baba Mtakatifu, asante sana kwa kipindi hiki, jina lako litukuzwe, tupe hekima na ufahamu kwa jina la mwana wako Yesu Kristo, amina. Ndugu unayenitazama na kunisikiliza, uh, leo napenda nikupitishe katika eneo moja la kitabu cha Tito mbili na mstari ule wa kumi na tatu. Kitabu hiki kimekuwa ni kitabu ambacho kinatumika vibaya na ambao ni Wakristo na ambao si Wakristo kuleta tafsiri ambayo si sahihi kimsingi kwa mujibu wa maandiko na wengi wao wamekuwa wakilazimisha kabisa kuipeleka tofauti na inavyokusudiwa. Maandiko yanasema tukilitizamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya kufunuliwa kwake Kristo Yesu Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Sasa wengi wanahitimisha kwamba Kristo Yesu ndiye Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Lakini uh, maandiko haya hayana maana hiyo kabisa. Maandiko haya yanakusudia kutuonesha kwamba mimi na wewe ambayo tunaamini tunatazamia tumaini lenye baraka. Tumaini lipi? La ujio wa Yesu Kristo. Kisoma hiyo hiyo Tito 2 mstari um, wa na nne nn e, inasema yeye ndo aliyejitoa nafsi yake. Kwahiyo tunamtizamia uh, tumaini lenye baraka la kuja kwake Yesu Kristo. Lakini wakati Yesu Kristo atakapokuja, tutashuhudia kufunuliwa kwa utukufu wake Yesu Kristo ambaye ndiye mwokozi wetu na kufunuliwa kwa utukufu wa Mungu Mkuu ambaye kimaandiko ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na Baba yetu pia Mungu mmoja wa pekee wa kweli. Kwa hiyo elewa andiko hili ndicho linachokimaanisha. Na ukitaka kuona hilo zaidi unaweza uh, ukaangalia katika kitabu kile cha Luka sura ya tisa na mstari wa ishirini na sita. Luka tisa ishirini na sita. Yesu anawaambia kwamba atakayemwonea haya mwana wa Adamu na maneno yake, mwana wa Adamu naye atamuonea haya mbele ya baba yake atakapokuja, e, katika utukufu wake na wa baba yake na malaika watakatifu. Kwa hiyo unaona Luka 9:26 inaendelea kuungana na Tito mbili kumi na tatu kwamba kumbe kuna ujio ambao tunautazamia wa mwana wa Adamu katika siku ile ya kiyama, siku ya mwisho, siku ya hukumu, ambapo wakati atakapokuja tutatazama kufunuliwa kwa utukufu wa Mungu mkuu na mwokozi wetu yesu kristo ambaye anatajwa kama mwana wa adamu na ambaye anatajwa kama mwokozi yesu kristo katika tito mbili kumi na tatu lakini pia tito moja mstari wa nne inasema neema na amani zinatoka kwa mungu baba na kwa bwana wetu yesu kristo mwokozi kwa hiyo tito mbili kumi na tatu inapozungumzia mungu mkuu na mwokozi yesu kristo inaendana na ufahamu ule ule wa Tito moja nne kwamba Mungu mkuu ni baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na Yesu Kristo ndiye mwokozi ambaye anakusudiwa hapo. Zaidi sana utajisomea katika Yohana 14:28 14, 14, ambayo inamuonesha kwamba uh, baba ni mkuu kuliko mwanae Yesu Kristo. Asante kwa kunifuatilia kwa maoni na ushauri na kusapoti kazi hii. Namba ni 0760 20 97, 93. Kwa wale walio nje ya nchi andika alama ya kujumlisha 255760209793. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amina.